Sasa uchaguzi umekwisha, mfanye kazi za wananchi. Wataalamu hao watumieni, mwatumie vizuri. Kila idara iko hapa, elimu, afya, nani wako katika kuwashauri mambo ya kitaalamu. La pili, mapato ndio msingi wa nyinyi kufanya shughuli zote. Bila mapato, hamna. Bila mapato mnaweza msikutane kwa sababu hamna hela. Bila mapato hamwezi kuwahudumia wananchi wenu, bila ma, yani msingi ni mapato. Mweke mikakati ya kukusanya mapato, kuvisimamia vyanzo hivyo vya mapato, lakini pia kuboresha huduma kwa huko mnakochukua mapato. Huwezi ukawa unategemea mapato kwenye soko, hamna vyoo, hamna maji, alafu nyiwe mnataka mapato. Tumia pesa upate. Kwa hiyo mapato yaendane na uboreshaji pia wa huduma katika maeneo mnao mnaokusanya mapato takwimu zenu za ukusanyaji mapato bado. Lingine jamani, miundombinu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo jiji limshirikiane na Tarura, lakini mheshimiwa rais alilisema kwamba Arusha tuna miradi mikubwa ya barabara kubwa, lakini tunatambua kwamba kuna changamoto ya barabara za ndani, kwa hiyo na rais aliahidi kwamba baada ya uchaguzi tutashughulikia maana yake sisi ndio tunamwakilisha rais na tarura nyie hamwezi mkaa mnazijua zote wanaozijua ni madiwani kwa hiyo nataka ushirikiano wa tarura na baraza la madiwani kwa pamoja kwa hiyo hilo mkaliangalia jambo la tatu usimamizi wa miradi mbalimbali iliyo chini ya jiji la Arusha, lakini miradi ambayo ipo katika kata zenu. Jiji la Arusha lina miradi mikubwa, nimeitembelea. Tarehe zilizopangwa kukamilika kwa miradi hii baraza hili lisimamie. Shida hapa tulionao, mikopo inatolewa lakini taarifa na uwazi wa mikopo haupo. Sasa sijajua utaratibu wenu nyie, lakini jana nimeelekeza vijana hao wakipewa mikopo kwanza, waiteni, toeni hadharani, hiki ni kikundi cha bodaboda boda, hawa ni kikundi cha useremala msiende, hawa watu wameshachoka. Takwimu tumetoa jiji la Arusha bilioni moja milioni mia moja arobaini na tatu ah, na si hatujapata lakini ukaambia katika hii wamepata vijana kata hii hiki hiki hiki, diwani wa kata hiyo, na wewe nenda katika mkutano wako, kawaambie kwenye kata hapa kikundi fulani kimepata mkopo. Hatuko katika kufikisha habari, uwazi wa wafaidika wa mikopo hiyo. Lakini pia nimegundua pia kwa maelezo ya vijana ni kwamba mahitaji ni mengi kuliko tulicho nacho. Kwa hiyo mwanze kuangalia maombi atakayoanza kuja na kuwawezesha na wengine na wengine na wengine.